Hii ripoti ya mwezi wa tatu inasema na minara 9 278 -sami sasa, ukiangalia okay, ile ripoti ya mwezi wa 12, ilikuwa 8899 Unaweza ukaona katika kipindi cha hii miezi mitatu minara mipya ambayo imekuwa ikitoa huduma sasa 379, unaweza ukaona utanuzi wa huduma za mawasiliano unapofanyika. Na kwa Dodoma mfano, uh, mwezi wa kumi na mbili ilikuwa 463, mwezi wa tatu tunaona 459, manake kuna minara mipya 26 imeongezeka. Lakini pia kwenye ripoti hapa wanaonesha ule upatikanaji wa mawasiliano uh, ile uh, ueneaji kwa asilimia watu au kwa eneo la jiografia utaona pia maeneo ambayo labda sasa yana 3G. Angalia ile percentage ya eneo la nchi unaona pia nayo na yameongezeka. 4G utaona yameongezeka, 5G pia utaona yameongezeka. Mwezi wa 12 5G nasema 2.5%, lakini sasa tuko 3.6 na kila teknolojia unaweza ukaona. Kwa hiyo unaweza ukaona jitihada za wazi ambayo zinaonyesha namna huduma zinavyoendelea kuongezeka, lakini kwenye ripoti pia wameeleza pia hata ile uh, spidi ya data, lakini kiwango cha data watu walikuwa wakitumia. Yote hayo unaweza ukayapata kwenye hizi ripoti. Kwa hiyo ni sehemu nzuri sana ambayo mnaweza mkapata taarifa nyingi.